Mawakili kukuja kuja magerezani kwa aksesi, wale ambao wanakuja kuwa kusikiliza masuala yao, pengine kuenda kuwakilisha mahakamani. Na alisema ishu yake sana sio maabusu, lakini wakati mwingine wakija wanakaa muda mrefu, saa mawili, masaa matatu. Labda tu nianze kusema kwamba sheria inaruhusu hata ya kwetu magereza, naruhusu mawakili kupewa fursa ya kuja kuwatembelea wateja wao magerezani. Fursa hiyo ipo wazi, anaruhusiwa nakuja, anapewa kibali cha kuonana na mteja wake, wanazungumza yale ambayo wanapaswa kuzungumza, alafu anakwenda kuyawasilisha kule ambako anatakiwa kuyawasilisha, na pengine mahakamani. Lakini tu nitoe angalizo moja magerezani tunao wahalifu fungwa na, na mahabusu. Gerezani ni, ni, ni, ni sehemu ya kiusalama zaidi. Wajibu wa Jeshi la Magereza kuhakikisha wakati wote wale watu wako salama, lakini na mazingira ya gereza yako salama. Kwa hiyo zipo taratibu ambazo zimewekwa kuhakikisha kwamba pia hatu compromise pamoja na visitation ya mawakili lakini hatu compromise kwa namna yoyote ile usalama wa gereza, lakini pia usalama wa wale ambao wako ndani ya magereza. Lolote litakalompata aliyeko gerezani ambaye yuko chini ya himaya ya Jeshi la Magereza ambalo litaathiri kwa namna moja ama nyingine usalama wake, naanza kunyoshwa serikali kidole. Lakini pia Jeshi la Magereza kwa sababu linayo yule mtu ndani, ndio maana tunazo taratibu za kiusalama ambazo kunapokuwa na visitation yoyote, si ya mawakili tu, hata ndugu wa mtuhumiwa, mfungwa au mahabusu, lazima kwanza tujiridhishe na swala la kiusalama. Kwa hiyo mnayo access ya kuja, taratibu zinaruhusu, lakini rai yangu, mnapokuwa mmetembelea magerezani, kuja kuwaona wale ambao mnapaswa kuwaona, basi tuzingatie yale ambayo tunaelekezwa na uongozi wa gereza tuzingatie zile taratibu ambazo tunaelekezwa. Yapo mengi ambayo tunatakiwa tujiridhishe, ikiwa ni pamoja na je, kweli wewe ni wakili? Je, unamwakilisha mhusika? Zipo attempt, sio vizuri kuzitaja, lakini zipo attempt. Mtu anakuja anajitambulisha kama ni wakili, chunguza haraka haraka, mnakuta tofauti kabisa, na mkienda mbali zaidi, mnakuta alikuja kwa malengo si mazuri. Ila kwa masaa mawili matatu, o pengine, tulichukue, unakaa muda gani pale ili kuruhusiwa, kuingia inategemea pia na clearance ambayo tunaifanya au utaratibu ambazo tunazifanya, na kimsingi tunatakiwa tukueleze, subiri, bado tunafanya moja mbili tatu nne, na tuvumilie, kwa sababu kuna moja mbili tatu nne tano na kama hakuna kikwazo chochote kile, huna sababu ya kukaa masaa mawili au matatu na subiri. Sasa wakati mwingine inawezekana ni pengine changamoto za watendaji wetu, kwa sababu nao ni binadamu. Kwa hiyo kunapokuwa na mazingira ya namna hii, nitwe rai, kuna uongozi wa gereza unaweza ukaliwasilisha, ukidhani kuna jambo pengine linakwenda ndivyo sivyo na ujapewa ufafanuzi mzuri. Lakini pia hata mimi mkuu wa jeshi, wakati wote unaweza ukanifikia wakati wote ule. Piga simu nieleze tutajaribu kuangalia kama ni uzembe wa mtendaji tutachukua hatua lakini kama kuna sababu za kumsingi za kukuomba usubiri kabla hujaingia mle ndani basi tutakueleza bayana kwamba tunaomba usubiri kwa sababu moja, mbili, tatu, nne, tano. Unaweza ukaja pale ukakuta tunahamisha wafungwa kwa mfano. Tunawatoa tuna, tuna milango yetu, natoa pale gereza na wanaingia kwenye gari. Obviously lazima tuseme tunaomba utuvumilie tumalize jukumu hili. Tunaweza kuwa na operesheni maalumu mle ndani, ambazo hamwezi mkazifahamu za kiusalama, subiri kidogo, tumalize lile, tutakuruhusu. Kwa naomba tu, tuwe na ushirikiano namna hiyo. Kama unaeleweshwa kwamba tunaomba tuvumilie kidogo na ukaelezwa sababu, basi tuwe na na subiri. Ukidhani kuna jambo ambalo linafanyika ndivyo sivyo, tuwasiliane. Uongozi wa gereza haukupi shirikiano moja kwa moja unaweza wakanipigia simu mimi mwenye mkuu wa jeshi nitaingilia kati ili tuweze kutatua hilo na wale ambao kwa namna moja ama nyingine pengine wamesababisha bila sababu zote za msingi tuna taratibu zetu za ndani za za kuwashughulikia kwa kweli kwa tuko wazi mkuu wa jeshi niko wazi lengo tutoe huduma stahiki kwa wakati bila kuwa na vikwazo vyovyote vya msingi